Julai, walipatikana watalii zaidi ya milioni tano na hao watalii, takwimu zinaonyesha ongezeko kubwa sana, watoto, takwimu zinaonyesha ongezeko kubwa kutoka mwaka 2021 watalii wa nje walikuwa ni laki tisa lakini mpaka kufikia mwaka elfu mbili na ishirini na nne watalii wa nje walifika milioni mbili kwa hiyo unaweza kuona kuongezeko ni kubwa sana, na watalii wa ndani vile vile walikuwa laki saba mwaka elfu mbili na ishirini na moja lakini mpaka mwaka jana watalii wa ndani walikuwa ni milioni tatu Kwa hiyo kwa, kwa ujumla wake sasa ukiongeza pale ndio unapata ile milioni tano Changamoto kubwa zipo, changamoto ya chakula, ada na vitu vingine vingi vya msingi ambavyo vinahitaji binadamu. Kwa hiyo tunaomba wadau mbalimbali wa kuweza kushirikiana muweze kuja kutusaidia kama kituo chetu hiki cha kulea watoto yatima. Wito ha, wangu kwa jamii tunaomba hawa watoto tusiwanyapaye kwa sababu leo hii upo, kesho haupo. kituo kama hiki kituo kinajitahidi ndio kututafutia ajira, lakini sio so so kiuhakika zaidi. Kwa hiyo tunaomba serikali kama kuna uwezekano wa kutupatia si ajira sisi tulomaliza, ingekuwa vizuri sana kwa sababu inatuinua sisi na pia watoto wadogo zetu walio wa nyuma tutawashika mkono. Pia yatima ili kuwashirikisha furaha ambayo tunayo kutokana na shughuli za utalii ambazo tunafanya. Tumewatembelea na kuwapa zawadi, lakini pia tumekuja nao huku hifadhini ili waweze kutalii ili waweze kupata kumbukumbu kumbu, lakini baadaye nao waweze kuwa mabalozi um, wazuri wa shughuli za utalii ambazo zinafanyika ndani ya pori la akiba Wami Mbiki na sehemu nyingine ambazo TAWA inazisimamia lakini pia tumeweza kutoa elimu uh, licha ya kuwatembelea watoto yatima, lakini tumeweza kutoa elimu kwa wanafunzi wa shule za sekondari pamoja na shule za msingi zinazopatikana halmashauri ya uh, uh, zinazopatikana wilaya ya Morogoro pamoja na wilaya ya Chalinze kwa maana halmashauri ya Chalinze. Uh, shule hizo ambazo tumeweza kufika nazo huku pole la akiba Wami Mbiki ni shule za uh, zipatazo tano ambazo zina, zinachukua wanafunzi takribani mia mbili na hamsini ambao kwa sasa hivi navyoongea tuko nao hapa pori la akiba Wami Mbiki kwa ajili ya kutalii, lakini pia kuwarisisha uh, kuwafundha nini maana ya uhifadhi na faida za uhifadhi uh, tumeweza kuambia uhifadhi kwa maana ya kuongeza pato la nchi uh, kwa maana ya kulinda bioanuwai na pia kwamba wanyama hawa wanaowaona na wao na wanatakiwa kuwalinda ili hata vizazi vinavyokuja basi viweze uh, kuona hiyo rasilimali ambayo kwa sasa tunaitunza.